Kitu muhimu katika maisha yetu sisi ni dini leo. Dini haiendeshwi na sisi, inajiendesha yenyewe, na watu wengi wanasilimu kwa kuendeshwa na Mwenyezi Mungu na rehema zake na vitabu vyake na kusoma. Tatoa mfano mmoja kabla sijaingia deep katika hilo, kule Uingereza. Alikuwepo mwanamuziki mmoja zamani katika jina lake la stage akiitwa Cat Steven, music ya pop. Cat Stevens alizaliwa mwaka 1948 baba yake alikuwa ni mfuasi mzuri wa dini ya Kikristo, kanisa la Kigiriki na mamake akiwa anaabudia katika kanisa la Kiswedish. Mtoto wao akakulia katika nyumba ya Kikristo yenye utajiri. Cat Stevens anasema mimi, katika maisha yangu nilipenda sana wanamuziki na sio kuwapenda tu, ilifika daraja nikawaona kwamba wao ndo miungu yangu hasa kama vijana leo wanavyopenda bongo fleva sijui zenji flavor sijui nini, wakisikia, wanapata wazimu na majumba yetu yakawa yanaunguruma kwa kusikia vitu kama hivyo usiku na mchana. Basi na yeye huyu bwana anasema, kigezo changu mimi nilikuwa na muziki na nikakulia katika mapenzi hayo mpaka nami nikawa mmoja miongoni mwao. Akawa mwanamuziki aliwahi kununua gitaa yake, akawa anapigapiga huku na huku anapotembea katika viunga vya Uingereza kule, akawa mwanamuziki mashuhuri mno, na sio mwanamuziki tu, ana sifa takriban zote katika music, ni mwimbaji, ni mtungaji, mtunzi, ni mpigaji wa vyombo kadhaa katika muziki. Na muziki mwanamuziki eh, akifika mwana daraja hiyo anakuwa mwanamuziki aliyebobea katika fani. Maana wanamuziki wengi kazi yao kuimba tu, kutunga hawajui mpaka watungiwe. Mtunzi mm, wake akigoma, muziki wake umekwisha. Lakini unamwona mwanamuziki mwana mwenyewe anatunga, mwenyewe anaimba, na kuna chombo fulani anakipiga, na sio kimoja, anaweza akapiga gitaa, anaweza akapiga keyboard, anaweza akapiga mitumba ile ile, magoma ile anaweza kapiga saxophone anaweza kapiga kichombo chochote. Na mbali na hayo, alikuwa ni mkufunzi, ni mwalimu, wengi wamepitia kwake katika fani ya muziki. Uta utakubaliana nami katika maneno yangu haya kwamba alikuwa ni artist aliyebobea katika fani ya music, kwa sababu aliipenda mwenyewe, anasema mpaka nikawaabudu wanao muziki, mpaka mimi nikaja nikawa mmoja miongoni mwao, wakati alipokuwa anaota, kila mmoja anakuwa ana ambitions, ana ndoto zake. Sote hapa tunaota baadhi ya nyakati, nataka mpaka wakati fulani niwe hivi hivi hivi, hivi. Wanaopenda siasa wanataka kuwa wabunge, wanaopenda football nataka kwenda kucheza Real Madrid na Manchester, wanaopenda mambo ya NASA wanataka kwenda katika miji ile inayosifi. Kila mmoja ana ndoto zake. Anayetaka kuwa imamu wa msikiti kama yupo anajiandaa kwenda kusoma vipi, atasalisha wahalumma jarra Scott Stevens alijiandaa kuja kuwa mwanamuziki, na baada ya muda akawa mwanamuziki mkali sana. Ikafika shoo yake moja usiku, wakati huo anaingiza dola laki moja na nusu kwa usiku mmoja. Tasawar ni utajiri wa kiasi gani alikuwa anaupata kama atafanya shoo kwa wiki moja mfululizo, na mwanamuziki anaweza Leo anaimba pale, kesho anaimba kule, kesho anaimba pale, anajikusanyia mamilioni ya pesa. Anasema, niliendelea hivyo mpaka nikawa mimi, pesa kwangu sio tatizo, tatizo ni kuzitumia tu zile pesa. Kisha nikatamani niwe na kila kitu katika maisha yangu, kama umashuhuri. Hakuna kitu nachokihitajia niwe nimekipata, na kwa hakika baada ya muda mchache, akasema, nikapata mali umashuhuri yani, alikuwa mashuhuri kweli kweli, mpaka Prince Charlie wa kule Uingereza anasema mimi nikuwa mmoja katika mashabiki wake wakubwa wa kusikiliza muziki ya pop anayoimba Cat Stevens. Lakini anasema ilikuwa kila nikiendelea kupata umashuhuri na kupata hela na fedha, ilikuwa nahisi bado kuna kitu kimenipungukia katika maisha yangu kwa sababu watu wengi ufikiria mimi nikija nikipata flat mbili tu za ghorofa, mimi nimeukata mi kazi yangu kwenda msikitini kusali na kurudi kulala. Akija akipata mbili, anahitaji kumi. Akija akipata kumi, anahitaji ishirini, na ndo mwanzo anaanza kudhulumu watu wengine. Hata akipata hatosheki, kama hadithi ya Mtume anavyosema laukana libni adama wadi yani minaldhahabi labtagha lahuma thalitha, mwanadamu angekuwa na majangwa mawili yote yamejaa dhahabu angelitaka na la tatu, asemi ananitosha. Waulizeni matajiri wakubwa wakubwa, je, wamefika mahali wakasema basi mimi kufanya biashara kutafuta hela? Kila kukicha unafungua kampuni na biashara nyingine, hawa hawachoki, ndio binadamu wali. Sasa akasema mimi niupate ni umaarufu akaupata, nataka hela amezipata. wanapiga sa, nini eh, ihsaiyat za, za kuuza nakala zake. Inasemekana kwamba kutoka mwaka alioanza music mpaka kufika mwaka wa 60 alikuwa ameshauza nakala zaidi ya milioni 60 milioni 60 ameuza. Na katika mwaka elfu mbili na saba ilipigwa hesabu kuonekana kitu gani kinaingia katika kuuza music yake onekana kwamba kwa, kwa, kwa mwaka alikuwa akiingiza dola milioni mbili na hamsini milioni mbili na nusu kwa maana inaingiza hiyo muziki yake. Huyu ni mtu maarufu sana. Nyie vijana mnapenda kufuatilia habari katika mitandao, lakini unfortunately mitandao ile michafu michafu ndo imo katika simu zenu, education hakuna. Kama tutapiga sachi hapa kwa muda mchache, simu za vijana walikuwa nazo hapa tutaapizwa sote, hapa msikitini, wana simu mbili mbili, ndani kuna majambo maovu machafu kweli kweli, education hakuna, hakuna kufuatilia habari zinazompa faida la dunia wala dina, sio mambo ya dini wala dunia, mambo ya anasa ya kishenzi, ambayo kwamba hayana faida katika maisha yake ya dunia wala ya akhira. Cat Stevens anasema katika umashuhuri huo niliyoupata na hela niliyoipata nikafikia mahali nikasema, mimi nitaishi milele. Hii ndo inaitwa ghurur, hakuna tena kufa. Ghurur ni maradhi mabaya, wanayapata sana viongozi, matajiri, watu waliokuwa na umaarufu, influence katika dunia, hupata kitu kinaitwa ghururi. Kiongozi tu akijiona amepata satwa la nguvu, unaweza ukamsikia anasema maneno ya kukufuru mbele za watu, ghururi. Tajiri ana mahela mengi, unaweza ukamsikia anasema maneno ya kukufuru mbele za watu, ghururi. Na hii ndiyo inayowaingiza watu mahala pabaya mara nyingi mno. Akasema nikahisi kama nitaishi milele. Siku moja akapata maradhi akaugua TB, maradhi ya kifua kikuu akalazwa hospitali kwa muda mrefu sana. Katika kulazwa kwake pale akapata kituo cha kuweza kufikiria, maana miongoni mwa ibada kubwa ya muislamu ni ile kufikiria. Watu wengi hawafahamu kwamba kufikiri ni moja kati ya ibada moja kubwa sana ambayo wengi wamenyimwa. Allah <coughs> anasema inna fi khalqi lsamawati walard

Na kuingia usiku na kutoka mchana, kuna mazingatio ni alama, lakini kwa watu wenye akili. Ni wepi hao? Ambao wanamtaja Mwenyezi Mungu wakilala, wakiamka, na wanafikiria Mungu. Anawasifu sana watu wenye kufikiria. Wanafikiria nini? Wayatafakaruna fi khalqi samawati wal ardh, wanafikiria juu ya uumbaji wa mbingu na ardhi. Kisha wanamwambia rabbana ma khalaqta hadha batilan Mola wetu hujaumba hivi vitu burebure, sisi tuna malengo tulioletewa hapa duniani. Unafikiria kaa siku nyingine pembeni, waza tu wewe, fikiria. Ukishafikiria unapata takhtit, unapata road map ya kufikia katika malengo na mambo mazuri. Alipokuwa mgonjwa pale, akawa nafikiria kweli, ma qimatul haya, maisha yana thamani gani? kama mtu mwenye mali kama mimi anaweza akafika mali mali yake isimsaidie. Nimelazwa hapa, dawa ninazopewa hospitali nilokuwa, na bila shaka, watu matajiri, usifikiri wataumwa watakwenda kwa daktari tu wa kawaida au hospitali tu tunazozijua sisi, ambazo ukienda unaambiwa dawa hamna, watakwenda katika hospitali zilizokuwa hospitali za kweli, lakini pia hapo kupona inakuwa tabu. Akafikiri akasema, maqimatul haya, kitu gani mimi nakosa katika maisha yangu? Siku miongoni mwa siku akapata tena nafasi, akapona, akarudi kwa nguvu sana katika music. Anasema, nikaendelea na mambo yangu mpaka nilipofika siku moja katika beach moja kule California Marekani niko katika bichi naogelea, maji yakanizidi, karibu nife, nkamuita Mungu. Hapo Mungu mwenyewe hamjui anayemwita, lakini Mwenyezi Mungu anasema, waidha rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu ddin falamma najahum ila albarri idha hum yushrikun, watu wanapokuwa katika jahazi likipigwa na mawimbi makali, aliyemjua Mungu asiyemjua, wote wanamjua wakati ule Utasikia subhanallah la ilaha illa Allah astaghfirullah, shahada zinapigwa mfululizo na dua nyingine unaweza kuzisikia wewe, imamu wa msikiti huzijui. Ukimtizama alopiga basi, ni kwa sababu tu watu wamefika wanataka kufa, lakini wakiokoka, anasema wanarudi kama zamani. Cat Stevens, wakati anaogelea ameshindwa na maji yale, akawa anakaribia kufa, kafika mahali akatoa kiapo, Akamwambia, mola wangu, mungu wangu, ukiniokoa hapa leo, nitafanya kazi kwa ajili yako. Anaweka ahadi kwa mungu hapo, ukiniokoa hapa leo, nitafanya kazi kwa ajili yako, nitakutumikia. Mungu akamwokoa. Anasema kuanzia wakati ule akawa anatafuta ukweli juu ya maisha na dini na uokovu wa hakika. Hajatosheka na ule Ukristo wao, hakutosheka na kule nyumbani namna watu wanavyoabudia dini. Akajua lazima kuna dini ya haki iliyotangazwa malengo. Na maswali mengi yalikuwa katika kichwa chake, yalikuwa hayana majibu siku zote anasema suali, anajiuliza kuanzia usiku mpaka alfajiri, fala yajidu jawaban li asilatihi, hapati majibu ya maswali yake. Siku miongoni mwa siku, akaja sahibi yake mmoja katika wanamuziki, akamwambia ukitaka utulivu, utulivu unatoka msikitini mimi nimepata utulivu nilipokuwa Middle East mashariki ya kati, kwa kuingia msikitini tu, huko ndo kulikokuwa na utulivu na furaha. Asema aliponitajia vile, mimi nilikuwa nishaanza research ya kutafuta dini. Tazameni vijana, sisi kule tunakokimbilia wao wanakukimbia. Kat Stevens hana anachokihitaji katika mambo ya dunia ambacho hakukipata lakini bado hajatosheka, anasema kana kwamba kuna kitu kimepungua, furaha haipo, anatafuta kitu cha kumtuliza roho yake. Sisi tunaihama misikiti, tunatafuta kule waliko wao, kwamba ndio mahala palipokuwa anatuliza. Anasema aliponiambia vile, ilikuwa nishafanya research, nimeshakwenda kuzitizama dini za Kibudha. Kila nikifikiria namna wanavyoabudu na masanamu hayaingia akilini, mambo wanayoyafanya hayendi sambamba na mtu mwenye akili. Huwa anauliza, na ndio maana dini yetu imeambiwa, isalu fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun. Hata kama baba yako anakuambia jambo, muulize maswali ili upate kufahamu vizuri, sio tu anachokisema yeye ndo sahihi, sio kinachozungumzwa tu chochote, wewe unakichukua, huna ruksa ya kuuliza. Allah anasema isalu fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamu, waulizeni wanaojua kama hamjui. Sasa akauliza ibada hizi zote kweli hii ni dini ya ha hapana? Bado hajatulia alipoambiwa utulivu msikitini. Asema siku ile, akaenda akanunua kopi ya Qur'an translation. Anasema siku alipoanza kuifungua tu, unajua ukifungua Qur'ani upande wake wa kulia utakuta sura tulfatiha Mianza bismillahir rahmanir rahim, anasoma translation: kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alhamdulillahi rabbil alamin, shukrani na sifa njema zote zina mstahiki Mwenyezi Mungu, mola wa viumbe vyote. Hapa ndipo alipoganda, mola wa viumbe vyote. Anasema nilipokuwa katika Ukristo nikiambiwa mola wa Wakristo Mungu wetu, dini nyingine zote zinazungumzia Mungu wetu. Lakini mara ya kwanza naona neno Mungu wa viumbe vyote, Mungu wa wote. Hapa iliingia katika mwili wangu kitu kingine, ghariban, very strange. Nikaona hapa kuna mambo fulani, Qurani hiyo, Qurani hiyo inaanza kushambulia moyo wa Cat Stevens ikafika mahali anasema, ninasoma sana Qurani, nikaiona inaamrisha mambo mengi, lakini sana sana, aqimu sala, aqimu sala, aqimu sala, simamisheni sala. Nimeiona Qurani inahimiza watu kuwa na huruma, kuhurumiana. Nimeiona Qurani inahimiza watu kutoa sadaka, charity, mambo mengi ambayo nilikuwa nikijiuliza

jina lake la kwenye stage ni Cat Stevens, lakini jina lake halisi Stevens. Akabadilisha kutoka Cat Stevens akajiita Yusuf Islamu, akatangaza kwamba yeye ni Mwislamu, na baadhi ya nyimbo zake nyingi ziko nje kabisa ya maadili ya Kiislamu. Akatangaza rasmi kwamba anavunja bendi yake na magitaa yote na vyombo vyake vyote akavipiga mnada, na hela yote aliyopata akaitoa katika charity ya kusaidia mambo ya education na vitu vingine vingine. Yusuf Islam akasema maneno haya, sikuwahi kuonana na mwislamu yoyote kunizungumzia habari ya uislamu. Hakuna mtu yoyote aliyenifanyia dawa akanishawishi kuhusu habari ya uislamu. Naomba iwe wazi, anasema kwamba sikukutana na mwislamu yoyote kunizungumzia habari ya Uislamu. Nilichofanya mimi ni kusoma Qurani tu mwenyewe, tena anajisomea mwenyewe, anachukua translation, anakwenda anasoma. Nikaikuta Qurani inanishambulia, kuna sehemu nyingine inaniambia, mpaka nikahisi huyo mtu anayeambiwa pale ndo mimi. Qurani ina kawaida hiyo, ukiisoma inakushambulia. Kama umwizi inakuambia, kama umzinifu inakuambia, kama umlevi inakuambia, kama udhalimu inakuambia, kama unakata kizazi inakuambia, unakata ko, inakupa durusi humohumo ndani kwa ndani. Anasema Qurani hii nikaipata kwamba ni ansa ni, ni, ma, ni majibu ya maswali mengi ambayo nilikuwa nikijiuliza katika kichwa changu. Ndugu zangu, akawaambia msiuhukumu Uislamu kwa Waislamu. Mfano wa nyinyi kuhukumu Uislamu kwa tabia za baadhi ya Waislamu zilivyokuwa mbaya ni sawasawa na kulihukumu gari zuri linaloendeshwa na dereva mlevi, ukasema gari hili ni baya kwa kuwa dereva wake tu anayeendesha amelewa analigonga huku analigonga kule, ukasema gari gani hili. Sio gari baya, baya ni yule mwendeshaji. Kwa hiyo baadhi ya tabia za Waislamu isichukuliwe kama kwamba ndio Uislamu wenyewe, na hii ni kauli inayotumiwa na watu wenye akili. Hawezi kusema Uislamu ni dini ya majini kama wanavyosema baadhi ya watu, Uislamu ni dini ya kadha kadha kadha, kwa sababu baadhi ya Waislamu wenyewe wana tabia zile. Wao ni kitu kingine na dini ni kitu kingine. Uislamu ndio uliofanya wenyewe kwa wenyewe unajitangaza. Dawa inafanywa na kitabu chenyewe cha Quran, dawa inafanywa na hadithi zenyewe za Mtume. Dini inapiganiwa kwa kunyanyuliwa na historia ya Mtume mwenyewe. Mwisho akamaliza akasema, tukitaka kufaulu lazima tufuate kitabu hiki na mwendo wa mtume huyu yani Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana nikasema da'wa leo kwa sababu ya kukisoma hichi kitabu na kukibakisha hichi kitabu na kukitangaza hichi kitabu, chenyewe kwa chenyewe kinajitangaza huko. Sisi tumezaliwa katika Uislamu, lakini tuulize, ni wangapi walikuwa na kopi za Qurani katika majumba yao? katika sisi ni wangapi wana kitabu japo kidogo cha Arbain Nawawi, hadithi za Mtume au Riadhu Salihin majumbani mwao? Na leo Riadhu Salihin mpaka translation kwa lugha ya Kiswahili ipo. Ni wangapi wanaosomea watoto wao hadithi moja tu kila siku au kila wiki moja tu katika Riyadh Salihin na translation ipo, anawaita watoto wake, hadithi ya kwanza ipo pale, innamal a'mal bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hatufanyi mambo ya dini, isipokuwa labda kuwe na mhadhara kama hivi baadaye. Basi hatuwasomeshi watoto wenu, najua wanaenda chuoni, wanasoma misahafu, hakuna majumbani mwenu, isipokuwa zile juzuu wanazokwenda nazo chuoni. Watoto wakarudi, vitabu vya hadithi, sira za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini huko wanakuja watu wameusoma vizuri Uislamu. Tizameni yule mwanamke aliyekuwa akifanya kazi na CNN na BBC. Yule alikuwa amekwenda kufanya ujasusi kwa Taliban kule Afghanistan. Bahati mbaya ile spika aliyokuwa anaibeba katika nguo zake ile na amevaa majilbab yale ikadondoka. Wakaiona askari wa Taliban, wakamkamata wakamweka ndani. Alitoka kule siku alipoachiwa, baada ya muda mchache alisilimu na kaanza kutangaza Uislamu. Watu ajnabi wanakuja sasa na uchungu na Uislamu, sisi tuliozaliwa katika Uislamu bado tuko pale pale. Kazi yetu sisi kujifakharisha na kabila, kazi yetu kujifakharisha na mababu, bali kuna sehemu nyingine misikiti haiswaliwi kwa sababu wanasema mwenye msikiti keshakataa kafunga. Kwanini? Kaurithi kutoka babu yake na babu yake na babu yake. Itakuja kufika wakati watu hapa, kila kitu kinakwenda kibinafsi binafsi, dini hatuipiganii. Yule mwanamke anasema, anawauliza wazungu, Waingereza, mnapata homa mnapomona mwanamke wa Kiislamu amevaa hijab au niqab, mnalipigia kelele suala hili. Kwa nini hamzungumzii wanaume wanaovaa skirt? hapa hapa Scotland, kuna wanaume wazima wanavaa sketi refu wakisema eti ni katika utamaduni wao. Ushawasikia wazungu wakilalamika au wakipiga kelele? Wanapiga kelele kwa sababu Waislamu wanavaa hijab. Imekuwa ishu Ufaransa, Ulaya kote huko. Hijab, hijab, hijab, hijab. Wanaume wanavaa skat, Scotland. Maskotish wote ukiwaona wengi wanavaa skate, alafu wanaweka alama za maziwa katika vifua vyao. Sasa hawa mbona hawapigiwi kelele? Yote hii anazungumza mwanamke aliyekuwa kafiri, ameujua Uislamu. Uh, sasa hivi, uh, muda wa uh, miaka michache iliyopita, akifanya kazi katika kituo cha television cha press, anavaa hijab, anafanya anasoma Qurani, ameacha ulevi, ameacha muziki, ameacha mambo yasiyofaa. Wao wanayakimbia huku vijana wetu ndo wanayaota, wanataka kuwa wao. Dini wanaiacha kitu cha thamani kikubwa ambacho tumeambiwa tupiganie nacho tunakiacha. Cat Stevens ametuonyesha mfano na sio yeye tu, kama nitawazungumza hapa, wengi waislamu wapya wanafika zaidi ya kumi na tano ambao ninawafahamu, wana kisa kizuri kitamo kuliko cha Cat Stevens ambaye ameitwa Yusuf Islam baada ya hapo.